Kwenye uhaini, kwenye kesi ya uhaini hii, maslahi ya umma ni yapi yanayofanya tuendelee kuahirisha ahirisha ahirisha? Maslahi ya umma kwa maoni yangu mheshimiwa ni mtu asiyekuwa na hatia aachiliwe huru akafanye shughuli zake haja. Kutenda haki, kutenda haki kwenye kesi hii manayake ni nini? zuia ahirisho lisilokuwa na mipango ili mshtakiwa huyu akafanye shughuli zake zingine. Kwa hiyo tukizungumza maslahi ya umma, mheshimiwa, clearly kwa mazingira ya kesi hii hayaruhusu tena ahirisho. Mheshimiwa, lastly, la mwisho, nisikucheleweshe sana. La mwisho, hoja imetolewa kwamba eh, hakuna muda maalum wa kufanya huo uamuzi wanaozungumza. Amesema hakuna time limit kwenye 246. hakuna muda wa kuamua. Mheshimiwa nimesema hiyo habari ya stage ya kufanya uamuzi haipo, kwenye kwenye sheria haipo, kwenye 2466, haipo kwa haijawekewa muda kwa sababu haipo, huweki muda wa kufanya jambo ambalo halipo. wanatakiwa 2466 2466 inakuja tu wana ushahidi wa kutosheleza, na wakiwa na ushahidi wa kutosheleza, hakuna uamuzi mwingine zaidi ya kuprosecute, zaidi ya kuandaa information na kuipeleka high court, hakuna mengine. Ndio maana nimesema watuambie kama wana, wana, wanaenda by 2466 waseme hapa, wanapeleka uwaambie. Mheshimiwa, nimesema uwaambie hilo faili liende mahakamani kuu, tukija hapa tu, Kwa hiyo kwa hiyo kama wanataka twende hivyo, tunapokutana next week au whatever the time itakayoamuliwa, watuambie wameshapeleka file, ili nikuambie maoni yangu juu ya mashauri hayo and uh,